Asante kwa kusalia nasi hapa UTV. Karibu tujadili kuhusiana na kile ambacho kinajiri hasa katika siasa hapa nchini na tumeshuhudia, uh, wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakitiania katika nafasi mbali mbali hasa za ubunge na hata udiwani ambapo, uh, kwa sasa mchakato wa ndani wa chama unaendelea na imekuwa ni miongoni mwa mijadala mikubwa ambayo imekuwa ikiendelea lakini, sambamba na hilo eh, tumeona pia hamahama na sura mpya pia hizo katika kutangaza nia. Katika kujadili yote haya tutagusia pamoja na mengi hapa studioni. Tunaye Dr Dennis mchunguzi eh, mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana dokta. Asante sana tuko pia na Lukman Maloto ambaye ah, tunaungana naye kwa njia ya mtandao akiwa njiani a, katika majukumu. Asante kwa kuungana nasi Luqman, na karibu sana. Asante sana. Naam, tunashukuru na tuta kuwa na mjadala hapa kufahamu kwa kina, lakini sura hizo ambazo zimejitokeza na tutaona, a, sifa pia za ubunge kwa kile ambacho kimeelezwa katika katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ibara ya sitini na saba hapo baadaye. Lakini miongoni mwa sifa ambazo uh, zimetajwa uh, ni pamoja na kuwa Mtanzania uh, kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, sambamba na hilo uh, imeelezwa kuwa uh, kuwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umri wa miaka ishirini na moja na ambaye anajua kusoma na kuandika ama uh, Kiswahili au Kiingereza, lakini ni mwanachama na ni mgombea pia, ambaye atakayependekezwa na chama cha siasa, na katika kipindi cha miaka mitano kabla ya tarehe ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote, kukwepa kutolipa kodi yoyote ya serikali. Lakini hapo pia ambayo imebainishwa kwa yule ambaye hatakuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge. Pengine tuanzie hapo Luqman, na kwa sababu uko njiani kwa sababu ya mtandao pia kwanza uh, ni upi mtazamo wako hasa uh, kwa kile ambacho tumekuwa tukishuhudia, ari na mapokeo uh, ya watu kutangazania kwa sababu uh, ni wengi au, kwa, kwa sababu gani uh, kwa tu mtazamo wako wa jumla wa aina ya watu ambao wamekuwa wakijitokeza na hata pia uh, namna pia namna ambavyo uh, mjadala imekuwa ikiendelea, ya, kwa kifupi, ni kwamba kuna kuna kuna swala la kwanza la demokrasia na kuona watu wengi wanajitokeza kwa wingi kujitoke kuwania nafasi za uongozi, lazima tukubali kwamba hiyo ndiyo, ndiyo demokrasia, kwamba watu wanajitathmini, wanaona kwamba wanaweza wakashiriki kwenye nafasi za uongozi wa nchi yao kwa hiyo wana wanachukua fomu au wanaanza mchakato kama ambavyo walivyoanza sasa. Kwenye demokrasia, lazima tujue kwamba uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni kama alisema walisema mzee Mwinyi, ni kama jini unavyoliruhusu litoke. Yani ku, ku, ku, kuna ni kulirudisha inakuwa ni vigumu sana. Sasa ndatumia tena mfano au nitatumia nukuu ya mwana ya, ya, ya mwanafilamu wa Mare, wa Hollywood Denzel Washington alisema, unapo, unapoomba mvua lazima ukubali kushughulika na tope. Sasa kwa sababu sisi tumeomba demokrasia, kwa hiyo lazima tujue ina matunda yake, kwamba tutapata watu wengi wazuri, lakini pia tutapata watu ambao sio wazuri na na, na kila mmoja atadhani kwamba yeye ndiye anafaa tumesha tumeshatoka kwenye nyakati ambazo tulikuwa na na, na, na wanajamii wenyewe walikuwa wanaweza kuidentify viongozi wao, wanawashawishi waingie kwenye mchakato, wagombee ili maisha ya wakiamini kwamba wanaweza wakapata huduma mbayo ni bora. Lakini siku hizi hakuna, hakuna, hakuna wanajamii hawashughuliki hawa na wewe wanacho wanachokifanya ni wao mwenyewe kuna mwanajamii anajua kabisa kwamba pengine ndani ya jamii yupo kiongozi mmoja mzuri sana lakini anadhani kwamba yeye ni bora kwa hiyo anajitokeza mwenyewe ana, ana, ana, anawania hilo la kwanza hilo kwa upande wa demokrasia lakini la pili ambalo mimi naweza nikalitazama nika ni kwamba je hizi nafasi ambazo zinawaniwa Uh, waliokuwepo walitengeneza viwango gani? Kwa sababu uki kama, kama waliokuwepo walifanya wali uongozi uonekane uwe rahisi, basi kila mmoja ataona ni rahisi kuwa kiongozi. Kwa hiyo haya ni matok, matunda mengine ambayo ambayo lazima tuyakubali tuya, tu, tu, tuya so, so, tuyaone na tuyakubali, lakini jambo la lingine manake naona hapo kuna daktari mchunguzi yeah. na mimi na, natamani na, nimsikilize yeah. La mwisho ambalo ningependa pia kugusia kwa, kwa mahali hapo ni swala la la la kibiashara. Unajua siasa za sasa zimekuwa kama kama trading hivi, yaani una kununua na kuuza. Kuna kuna watu wame wa, wa, wa, wanajitathmini, wanaona ni kiasi gani ambacho wanaweza kuwekeza kupata uongozi na kile ambacho watakipata wakishakuwa viongozi. Kwa mfano yuko mtu alikuwa yuko bize na kalukuleta, pengine anaangalia kiasi cha fedha ambacho anaweza akakitumia kupata ubunge, alafu anapiga mahesabu ya miaka mitano ya fedha ambazo anaweza akazipata, alafu anajiuliza kwa nini akanunue hisa kwenye kwenye taasisi au akanunua akawekeze akan, akan, akan, kwenye hati fungani wakati anaweza kupata hizo fedha akazifanyia biashara akapata ubunge, na na na, na malipo yakawa ni mazuri tu kuanzia posho, mishahara, pamoja na kiinua migongo na fursa kubwa ya mikopo pamoja na na paspoti ya kidiplomasia ambayo atakaipata. Kwa yote hayo yanatazamwa ya, ya, kwa hiyo ni vizuri kuangalia kwamba je, wanaoingia wanaingia kwenye sura za namna gani? Sura sasa za kibiashara sura za utumishi au sura za kwamba lazima na mimi ni wemo, kwa sababu uh, ndio tumefungulia. Na tusisahau kwamba ni sisi wenyewe tumeruhusu, tuliporuhusu demokrasia tukaruhusu na uongozi upatikane kwa fedha. Naam, naam. Luqman, shukran sana na, na kwa sababu umesema una, una Mchungu, zebu, kwa sababu umesema unatamani kumsikiliza dokta Mchunguzi, hebu tuhamie kwa dokta hapa. Eh, kuna watu wa kada mbalimbali katika jamii uh, kuna kundi la wasomi, kuna viongozi kwa maana ya wanasiasa ambao wamepikwa katika majukwaa ya kiuongozi pengine wamewekwa viongozi huko nyuma ama wamepitia katika mikondo ya kuwapika kuwa viongozi. Ndia. kuna makundi ya watu maarufu ambao wamepata maarufu kutokana labda na sanaa na vitu kama hivyo. Ndia. E, na kuna kundi pia la wananchi ambao wanasema ni commoners, yani Yoko, wa kawaida. Ya, wa kawaida. Katika makundi hayo sasa hivi tumeshuhudia watu wengi kutoka kundi la watu wenye umaarufu ambao tu wameweza kujulikana kutokana na e, vitu mbalimbali mbali. E, tumeona wengi sana wakiutaka uongozi. Hii unaitafsiri vipi? A, tafsiri yake ni rahisi, ni kwamba ni globo ni, mm, ni kimataifa e, maeneo mengi duniani watu wanapoingia katika uongozi kama wabunge ni watu mara nyingi wanaokuwa wanafahamika tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo kufahamika imekuwa ni one of the common characteristics au common factors tunasema, au kigezo cha kugombea uh, uongozi na si dhambi na, na, na si kosa. Swala lililokuwa muhimu hmm, ni ile analolisema Luqman Maloto kwamba unafahamika sawa, are you not ready but lakini uko tayari, uko una uwezo wa kudeliver, na kwa hiyo inabidi watu waangalie kwamba wale waliokuwa na sifa za kufahamika wakaingia bungeni hapo zamani, si ndio? delivery yao au kile walichokileta ni kipi? Mm, unachoweza ukakiona kwamba huyu aliingia kwa kufahamika tu, huyu aliingia kwa kufahamika, miaka mitano au kama ni kumi alikuwa bungeni, tuliona nini? Ili mwe mnajiandaa kwamba na atakayeingia pia mwingine kwa kufahamika inawezekana akaja kuwa na delivery ya aina hiyo. Mm. so, so. Ali, alizungumza hoja Luqman kwamba kuna ile nani ana yani yani, suala la kupata viongozi linaanzia wapi? Kuna pale ambapo jamii yenyewe tu ikikaa inaona fulani ana, anaweza kutuongoza, ndio yani jamii yenyewe ina, ina shauku ina kiu. Unakuta watu wengine pia wanafuatwa watu, watu, na watu wanaambia tunaomba ugombee utuongoze, lakini e, sasa hivi tumeona ni zaidi ya watu kuutaka, yaani watu ndio wanautaka zaidi e, kuliko jamii na wakati mwingine hata jamii inashtuka, eh, hata huyu naye anataka kuwa mbunge wetu. Ume, umeona mazingira kama hayo ni kweli? na unazungumziaje? Nayazungumza naya kwa sababu zamani wakati tunapata uhuru na tulipokuwa tukienda, ulikuwa unakuta wale wanaogombea wako ndani ya jimbo lenyewe hmm. na wanaishi mle, umenielewa? yeah. anagombea jimbo fulani, ni mwenyeji wa jimbo lile, anakaa mle. Leo is a different scenario. anaweza kutoka mtu kwenda kugombea kwenye jimbo ambalo miaka mitano ameenda mara mbili tu katika miaka mitano amefika pale miaka mara mbili tu, au mara moja, umenielewa? hmm. na hata ukimuuliza habari za jamii ile, anajua labda msiba wa fulani nilishiriki, harusi ya fulani nilishiriki, mara moja mara mbili anaenda kwenye msiba, anaenda kwenye harusi, lakini anagombea. Na wako wengine, unakuta kabisa hata watu wanauliza hivi, huyu nani? Huyu nani? Lakini bado anapita. Kwa hiyo tumehama katika ile ya jamii, wakati mwingine kukutuma mwenzetu, chukua fomu, nenda kagombea. Sasa hivi tukiwa wakweli Eh, mimi naweza mtu akanidanganya tu kawaida hmm. Lakini angetokea Bwana wetu Yesu Kristo hmm. au you yuno know, ambaye you know, akatokea bwana Mtume sala la wasalama akasimama, akasema hebu niambie, aliyechukua fomu waliokutuma ni nani ni, yeah, ni wangapi yeah. Mimi mtu ataniambia au alinituma kwa sababu si binadamu e, lakini Yesu si mdanganyi na Mtume salallahu alayhi wasalam mdanganyi, atasema bwana alinituma mimi. Kwa kweli hakuna ila nimeona nina uwezo, lakini pia kuona una uwezo good luck kwa hiyo na yeye, lakini si dhambi mm. Umenielewa yeah? kutokutumwa pia si dhambi. Dhambi. Mm -hmm. Kikubwa according to me, ni delivery, umenielewa vizuri mm. Nasema hivyo of course kwa sababu tuna wale wanaoteuliwa kutokana na asilimia za waliopata ubunge. Kuna wale wanaoteuliwa kwa sababu, nafasi kama kumi za mheshimiwa rais, na tuna wawakilishi kwa mfano wa baraza la kisha ndani ya bunge, au wote huwezi kusema mpaka wakatumwe na jamii, kwa sababu wameruhusiwa kikatiba. Kwa hiyo kikubwa, na rudi pale, pale kama alivyosema mwenzangu Luqman Maloto, unakwenda kutusaidia nini katika, katika bunge na lile uliolisema la kwamba nameeleza na Lukman, nafikiri hata wewe kwamba kuna watu alikwisha pikwa kisiasa. Ni Lukman aliongelea kwamba yeah, mtu labda alikwisha pikwa kisiasa zamani, hiyo sawa, lakini anaweza akaingia mtu mpya, mm -hmm, hajawahi kuwa mwanasiasa huko, mm -hmm, hajawahi kupikwa kisiasa na bado akaingia akatusaidia. Mm -hmm, kubwa tuangalie Tanzania ya leo na tunakokwenda, huyu tunayempa ubunge anakwenda kutuvusha wapi na kutusaidia nini? Lukman, tumeona pia waliokuwa uh, wabunge kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wakitangazania uh, kwa wakati huu kupitia chama cha mapinduzi, na hili limekuwa pia na mjadala na maswali ambayo uh, wengine wamekuwa wakijiuliza, je, ni kudhoofika kwa upinzani ama kuimarika uh, kwa CCM hapo? Ja, hakuna cha kuimarika kwa upinzani wala kuimarika kwa CCM ni matokeo ya aina ni matokeo ya kuchepuka kwa kisiasa. Unajua tuli huko huko nyuma, unajua msingi wa kuwa na vyama vingi vya siasa ulikuwa ni ushindani wa kiitikadi uh, kwamba chama hiki kinakuwa na itikadi hii, kina kina maono ya namna hii, falsafa hizi kwa hiyo kina kinashindana na kingine ambacho kina falsafa itikadi na, na, na, na mitazamo tofauti kuelekea kujenga nchi. Kwa hiyo ule ushindani ndio unakuja kusababisha kuna vyama tofauti, lakini siku hizi uh, vyama vya siasa vimebaki vimekuwa ni majukwaa ya, ya kusaka uongozi. Kwa hiyo ukikosa, ju, ukikosa nafasi kwenye jukwaa hili unahamia kwenye jukwaa lingine utazami tofauti ya kiitikadi, kwa sababu wanasiasa wenyewe siku hizi hawana itikadi, kwa sababu vyama vya siasa vimekuwa ni, ni, ni majukwaa ya fursa za uongozi. Unapoona kwamba kuna fursa imebana upande wako, moja kwa moja utahamia kwenye sehemu nyingine ambayo wewe, unaona kwamba kuna kuna kuna nani kuna, kuna fursa na na hii ni, ni, ni kuna kuna mchungaji mmoja wa, kwa, wa kwa, kuna mwinjilisti mmoja wa Uingereza mchungaji Donaldson. Aliwahi kuandika dhambi saba za dunia, dhambi saba za kijamii, na na na, na, na, na, na, na marehemu Mahatma Gandhi akarudia kuziweka vizuri hizi dhambi, na katika zile dhambi saba mmoja wapo ambao ni dhambi ya saba kabisa alizungumzia kuwa na siasa bila misingi mm. kwamba wanasiasa wengi wanaingia kwenye siasa lakini hawana misingi. Unajua mwanasiasa lazima uwe na misingi ambayo inakuongoza. Ni, ni misingi ipi ilikufanya usiwe CCM juzi na leo imebadilika, umekuwa mwana CCM? Ni misingi ipi ilikufanya wewe juzi ukawa chama kingine na leo unahamia chama kingine? Kwa hiyo, kwa sababu wanasiasa wengi wa, wanasiasa wengi wamekuwa hawana misingi, kwa hiyo swala la kuhama kuhamia sehemu nyingine kwa ajili ya kusaka fursa za uongozi, hilo hilo hayo hmm. lazima, hayo lazima ni matokeo ya kuyatarajia na tutaendelea kuyaona sana, kwa hiyo hakuna kuimarika kwa CCM kwa kwa aliyekuwa mbunge wa Chadema kuhamia CCM hmm. Wala hakuna kuharibika ku, ku, ku, kwa upinzani kwa sababu uh, ni matokeo ya sisi wenyewe kuruhusu siasa kuwa majukwaa ya kusaka uongozi badala ya kuwa ni majukwaa ya kushindanisha itikadi na falsafa. mm -hmm. Na, na, na, katika hilo Dokta, bado hawa wanafahamika kama wabunge na bungeni uh, wameingia kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kile ambacho kinatambulika bado. na wanaendelea kusabu... na wanaendelea kwa sababu bado rais kama alivyotangaza mpaka Agosti, mpaka Agosti. Yes. Ehe, sasa mpaka Agosti. Maswali pia imekuwaje? E, wakati bado anatambulika kwa kofia nyingine bungeni na, na kuna ajini, kupinga, yeah. <coughs> si kesi mahakamani ya wao kupinga waliofukuzwa Chadema. Sio sijui hiyo kesi inaisha. Unajua uko right hili na na, na, na na good luck. Ni, ni contradiction na mimi mwenyewe toka juzi yeah. Ilikuwa inanipa shida. Kwa sababu juzi tulikuwa tunazindua kiwanda cha, cha mbolea kule Nala, Dodoma. Na Mheshimiwa Rais wa Tanzania na Rais wa Burundi. Na mimi nilikuwa hapo mbele katika viti vya mbele mbele, sio juu, lakini mbele mbele. Pale walikuwa wameweka wabunge wakuu wa mashirika mm, vyama vya siasa, dini. Sasa mimi nikaa nasubiri ile line ya wabunge na kanani, si ndio? Mm. vile vitu vimekaa tupu kwa muda na baadaye kwa kweli kukua na watu wengi, ila tulipata wabunge wawili watatu. Lakini mtu mmoja kaniuliza kwani tuna wabunge, wakati tumekaa pale tunasubiri uzinduzi mm -hmm. yeah. mm. eh, mm. wa kiwanda cha mbolea na ala kule, nikamwambia wabunge ndio mpaka August, si ndio? limevunjwa bunge, lakini mpaka nini kama ukomo unakwisha mwezi wa nane tarehe tatu. Swala likaja nikasema kuna ile kesi ya wabunge kumi na tisa wachadema Hmm. Na walikuwa wakiingia bungeni wanaenda wamevaa ile uniform yao hmm. so nakumbuka, hmm. wale wote hmm. hivi wakienda sasa hivi tena na ile uniform yao ya pamoja ya Chadema au wanaenda na uniform ipi? Kesi bado iko mahakamani eh. Kama ikitajwa wiki ijayo watenda wamevaa na wale kumi na tisa ile uniform ya Chadema au wengine? Sasa maki nimeona wengine wako Chama cha Mapinduzi hmm. wanachukua fomu ama But... kuna uwezekano wa kuwa na vyama viwili kwa wakati mmoja. Very big question mimi sijui ni kitu ambacho nimemuuliza profesa moja juzi, akaniambia nimuulize nimuulize baadaye uh, profesa wa siasa wa chuo kikuu cha, cha Dar es Salaam akasema uh, hey, naomba ni nimemuuliza, je, unaweza ukawa na vyama kwa sababu so, ni, swali hilo hilo kwamba naona kuna watu wanakwenda huku lakini mpaka Augusti watakuwa bado ni, ni, ni, ni na wabunge na, na bado wa, wa, sasa hivi wanachukua fomu kugombea u, uongozi katika chama kingine, hili profesa unasemaje? Akasema niulize wiki ijayo pia anaweza akatu, akatupa kidogo uchambuzi wa jambo hili. Kwa sababu, tuna, tuna kwa sababu tunafahamu kwamba nchi yetu eh, ili uwe mgombea eh, lazima uwe na chama cha siasa. Hakuna mgombea binafsi mpaka sasa hivi. Ndiyo. na ukiwa na uki chama mwanachama anajulikana kwamba huyu ni mwanachama wa chama fulani. Eh, sasa katika hili ni kwamba kweli kuna hiyo hoja ya sema eh, mta, kuna mtanziko eh, wa kuelewa hasa wa miongoni mwa jamii labda Lukman, wewe una una maoni gani kuhusu hilo? A, kwanza kwenye kwenye hilo a, katiba imeeleza wazi tu mm, kwamba kati ya sifa ambazo zitamfanya mbunge apoteze, apoteze, apoteze ubunge wake, mojawapo ni kupoteza uanachama wa chama ambacho kinakuwa kilimpa leseni ile ya kuwania ubunge. Kwa hiyo anapofukuzwa au anapo anapoacha wanachama moja kwa moja anakoma kuwa mbunge. Kwa hiyo, kwa hiyo pamoja na na, na, na na rais kutoa maagizo au kuweka utaratibu rasmi wa kulivunja bunge kwamba utakuwa ni Agosti tatu, lakini kwa mwanachama kwa mbunge ambaye alikuwa mwana mwana mwanachadema mwana na akasimama bungeni akafanya utumishi wake wote akiwa mwanachadema, kitendo cha kuhamia CCM cha kuchukua fomu ya kugombea uongozi kupitia CCM, maana yake anakuwa amekikana chama chake. Kwa hiyo kiuhas, usahihi kabisa ni kwamba yule hapaswi kuendelea kuwa mbunge kwa sababu tayari ameshapoteza sifa. Sasa ukiuliza rais alisema hivi, Sawa rais, lakini kwenye kwenye nchi katiba ina, ina sauti kubwa kuliko rais. Kwa hiyo rais yeye alisema bunge rasmi atalivunja litavunjwa ta, tarehe tatu kwa kwa kwa, noti, mbao, kwa kwa kwa, kwa, kwa, kiutaratibu, kwa, kwa, kwa notisi ya kwa notisi ya serikali itakayotolewa Agosti tatu, sawa. Lakini sasa huyu mbunge yeye ameona kwamba akisubiri tarehe tatu atakuwa atakuwa kapoteza kapoteza muda mwingine labda pengine wa kuwania uongozi. Kwa hiyo ameamua kuwahi kuiwahi ile kauli ya kuiwahi kauli ya rais. Kwa hiyo basi, huyu sio mbunge sasa. Mambo mengine yatashughulikiwa yata baina yake yeye na na na, na, na bunge kwamba kama alikuwa kuna kuna kuna maslahi ambayo atakuwa ameyapoteza, tutajua atayapotezaje au ataendelea kupewa, kwa sababu hatujui haya mambo mambo huwa wanafanya siri wanapoamua kulipana. Lakini kiwo sahihi kabisa uh, mbunge anapohamishwa anapohama chama au anapofukuzwa wanachama uh, anapoteza sifa ya kuwa mbunge. Ndio maana hao wabunge kumi na tisa wao walienda mahakamani kupambana na, ile, na, na, na, na uamuzi wa chama chao kuwafukuza. Mm. Na ndio maana well, kesi imeendelea kuwepo mahakamani kwa hiyo iko hivyo. Sawa sawa Lukman, kwa wakati unaelekea ukingoni Dkt. katika hoja yetu hii ya yeah, yeah, yeah, wagombea ambao wamejitokeza kuchukua wa fomu tunao, pia kumekuwa na hoja ya, ya sura, sura, sura tulizokuwa tumezizoea kwenye siasa za Tanzania E, kujirudia tena na, e, kutaka tena kuingia kwenye, kwenye mfumo wa uongozi ambazo kwa kipindi cha miaka mitano ama kumi e, zilikuwa nje ya uongozi. Tuna mawaziri alikuwa waziri wa mambo ya e, utalii e, maliasili na utalii Ezekiel Maige, tuna e, kina Lazaro Nyalandu, kwa mfano William Ngereja, kina Agri Mwani alikuwa naibu waziri wa TAMISEMI na baadaye mkuu wa mkoa na, na, na, na wengine pia wakawa na hoja kwamba miongoni mwa hawa pengine umri wao umesogea, pengine wako na haja ya kuachia watu wengine mm -hmm. Lakini hilo nalizungumziaje kwenye mchakato kama huu wa kidemokrasia, kwa kumalizia, umri sio swala katika ubunge mm. Kote duniani iwe Marekani, iwe Uingereza, iwe Singapore, iwe China, umri sio swala. Na hata katika bunge lililopita tumekuwa na wabunge ambao naweza nikataja kwa, kwa sababu ni kitu ambacho kiko kwenye tovuti ya Bunge. Mheshimiwa Margaret Sitta miaka 78, Mheshimiwa Nagenja Kaboyoka miaka 75 Mheshimiwa George Huruma Mkuchika anayemaliza muda wake na hata gombea tena miaka sabini na sita. Naibu Spika wetu Zungu miaka sabini na tatu, mama Kristini Shengoma miaka sabini na mbili. Naweza kuendelea kutaja mm. na wamefanya vizuri, na wote wamefanya vizuri, kwa hiyo umri sio tatizo katika, katika uongozi wa bunge mm. uh, umri siyo tatizo. Swala narudi pale pale, pale unakwenda kutusaidia nini unapokwenda bungeni, kwa sababu anaweza kwenda kijana asitusaidie na anaweza kaenda mtu mwenye umri mkubwa, baada afanye nini asi tusaidie. Swala la kurudi unalosema tunasema bouncing back sasa, ni jambo la kawaida katika siasa, kwa hiyo hakuna tatizo kama watu wata bounce back. Shukran sana daktari, hakuna shida. Asante sana daktari. Daktari shukran sana sana. pia Luqman <coughs> kwa uchambuzi ambao umetupatia, lakini kwa sababu mchakato huu bado unaendelea, tutaendelea kupata muda wa kuzungumza zaidi. Sasa hivi tupate matangazo kutoka studio na kisha tutarejea na mengine.